Mwanamume mwenye umri wa makamo alifariki papo hapo baada ya kugongwa na gari alipokuwa akitoroka baada ya kushukiwa kumdunga mkewe kisu mara kadhaa, katika eneo la Nangili wadi ya Kongoni, eneo bunge la Likuyani, huku mwanamke huyo akiaga dunia baadaye. Amunya Otieno na simulizi hii Kithibitisha kisa hiki, kaimu chifu wa kata ya Kongoni Moses Shundu amesema mwanamume huyo ambaye ni mkazi wa kaunti ya Kisumu anadaiwa kutengana na mkewe zaidi ya miaka mitatu iliyopita, na baada ya juhudi zake kujaribu kumshawishi warudiane kwa kuambulia patupu, alimshambulia kwa kisu na kumsaza na majeraha mabaya. Kuna mwanaume mmoja wenye umri ya makamo ambaye alikuwa amemwoa mama Nancy ambaye alikuwa ni mkewe, lakini kwa muda wa miaka mitatu wamekuwa wakikaa katika maisha ya kutengana uh, Mumewa aliweza kumtembelea ili wakaweza kufanya maridhiano kwa muda lakini hayakufaulu. Uh, mumeo pia amekuja na alipotoka Kisumu aliweza kuvamia mkewe hapa karibu na lango kuu la shule ya upili ya Moi Girls Nangili, ambapo aliweza kumdunga huyu mkewe kwa kisu zaidi ya mara tano. Chifu Chundwa anasema mwanamume huyo alipokuwa akijaribu kutoroka ghadhabu ya wananchi aligongwa na gari na kufariki papo hapo huku mwanamke huyo akiokolewa na kimbizwa katika hospitali ya rufaa ya Moi jijini Eldoret ambako aliripotiwa kufariki baada ya kufikishwa hospitalini. Kwa njia moja ni kama alikuwa anajaribu kutoroka, kwa sababu hicho kitendo alikifanya mchana, alipoona watu wanajaribu kusongea wa, waweze kuona ni nini kilichokuwa kimefanyika, akaweza ku kutoroka na katika hali ya kutoroka ndiposa aliweza kugongwa na hilo gari na akaweza kupoteza maisha yake. Yule mama Nancy aliweza kuchukuliwa na kukimbizwa katika kituo cha matibabu cha Likuyani, lakini kulingana na hali aliyokuwa ndani ilikuwa hali ambayo haikuwa nzuri sana, na akaweza kupelekwa kule Eldoret Moi Teaching and Referral, lakini kufika Moi Teaching and Referral Mama Nancy aliweza kupoteza maisha yake. Kisa hiki kimekashifiwa na watawala wa eneo la Kongoni wakitoa wito kwa wakazi kutafuta njia mwafaka ya kutatua mizozo yao, basi na kusababisha mauaji. Jamii, mnapozozana msiweka mauti mbele, kwa sababu kwa sasa hivi jamii hii imeacha watoto ambao ni mayatima ambao wataishi maisha ambayo ni ya, ni magumu zaidi, maisha ambayo hawataweza kuyasahau kwa kupoteza wazazi wao wote kwa njia ambayo haikuwa nzuri, na washauri tu ya kwamba kana, kama kuna mzozo wowote ambao uko katika maboma zetu, tuweze kuwa waangalivu, tukae chini, tushauriane kama wazazi kuliko kutoana uhai kiasi hiyo. Joseph Amnyotieno, West TV Likuyani, kaunti ya Kakamega.